Wewe ni nani na ni kipi hasa ambacho mmekiandaa siku ya Valentine Day? Okay, majina kamajina, ni Ramadhani mmoja wa management ya VIA yeah. Kuna vitu vingi tumeviandaa mm. Vitu vingi sana, tutakuwa kuna muziki mzuri, tutakuwa kuna vinywaji vya aina yote, tutakuwa kuna kisinia karaoke Oh, ni vingi sana. Uh, vitu ni vingi. Unadhani mna kipi ambacho unaweza mkamshawishi mekuja uh, lonji? Okay. Kitu ambacho tunamshawishi, tunaweza kumshawishi mteja mm -hmm. Ile kapo tutakuwa mm -hmm. Yes, tuna, tuna zawadi kwa kapo nzuri ya siku hiyo. E, kwamba watu wakipendeza waking'aa, au watu wakija namna gani, au watakaochukua mitungi mingi, au watakaojispoil vya kutosha, watakao vaa wakapendeza na ile kapu. Kwa hiyo kapu mpaka inafahamika mjini, au kwa sisi ambazo kapu zetu ni za siri, na kwa namna gani hapo? Hiyo haiwezi, siyo rasmi <laughs> <laughs> no. Na wanaulizia eh, VIP imekaaje na legula itakuwaje? Kuna kiingilio au ni namna gani? Uh, kwa upande wa VIP tutakuwa tuna table kadhaa kwa ajili ya VIP, sio meza zote mm. Kwa hiyo wale ambao watakosa VIP wasizani mm, wamekosa vyote yeah. Yes, kuna meza ya VIP ambayo itakuwa inalipiwa laki moja kwa watu wanne au mmoja, unaweza unawezakalipia wenzako watatu. Tushaona tayari ziko sold out na wanaotaka sasa hivi. Sasa inakuwaaje? Ah, tulijaribu kuongezea meza kadhaa mm, ili tuweze kupata watu, kwa sababu tulipokea simu nyingi tukajitahidi tuongeze meza. Yes. kwa mlangoni vipi? kutakuwa kuna kingilio au ni free kwa mlangoni hamna kiingilio yoyote tu, si tunawakaribisha sana waje kwa wingi, eneo lipo la kutosha yes, tuna majiko ya kutosha yes, kama unavyoona eneo ni kubwa sana yeah, na feni za kutosha naona, na condition ya kila kitu kwao wenyewe waje tu kadri wawezavyo, waje kwa wingi. Yes, baba baada uh, ya kupiga stori na mshikaji hapa, nadhani umemmsikia lakini uh, baada ya mazungumzo yote bwana, kuna kuwa kuna challenge eh, tunaita street challenge bwana. Mwanangu, mimi naomba nikupe challenge kidogo tu eh, kwa ndani ya MJTV bwana, ni kuelekea tarehe kumi na nne uh, mwezi wa pili, siku ya Valentine Day. Oh, kwakwewe, ukipewa milioni moja au uh, mapenzi ya dhati, kipi utachagua? um. Kwa sababu ni tarehe kumi na nne mapenzi ya zati. Baada baada ya hapo sasa, tuende na hili hapa. Unadhani kati ya mwanaume na mwanamke ni nani anafaa kumtoa eh, au kugalamia Valentine Day kwa siku hiyo? Ah, hayo ni mazungumzo ya wawili, kwa upande wako. Kwa upande wangu mimi, mimi nagalamia, bora galamia bwana, noma sana. Lakini kwa kumalizia bwana, mlango ufungwe kati gani? Ah, mlango ufungwe kati gani?

E, si anajae kumwacha mtu e, mtu mtu hivyo tu bane, ni kwamba mlango hufungwa kipindi huko wazi. Asante sana na shuka kwa time yako. A, niwakumbushe tu tarehe kumi na nne kita happen location ni Biharamulo mjini, sehemu ni moja tu VR Lounge, piga namba hapo au ni cheki, utakuelekeza mpaka mlangoni, usikose hii ni ya wote, tarehe kumi na nne mwezi wa pili bana, VR Lounge hapatoshi, noma sana.